Reform ni process. Mabadiliko ni mchakato. Tukiishia njiani tukakimbia kushiriki hii michakato, hatutakaa tupate hayo mabadiliko kama hatutashinda dola, tukaendelea kuwa wapinzani, tukawa na sauti bungeni, wabunge wetu wakawa na sauti ya kung'ang'ania hizo reform, kuliko kuwaacha CCM wapite bila kupingwa wakawa bungeni peke yao. Alafu tunategemea watuletee rifomu wakiwa bungeni peke yao. tano nukta mbili mbili kuchaguliwa kuongoza na kuwakilisha chama katika ngazi yoyote kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa na sifa za uongozi. tano mbili nne kujitetea, kusikilizwa. Sasa hapa tumekuja ili tuseme, tunatumia hii haki yetu sisi, tunamwandikia katibu mkuu wa chama kwa sababu ndiye mtendaji mkuu wa chama. Kwa hiyo na sisi kwa sababu tunafahamu ndiye mtendaji mkuu wa chama, ndio maana tunamwandikia katibu mkuu wa chama. Kama ana mashinikizo, ana presha, atoke hadharani aseme yeye, sisi hatujui. o kama yapo, akiona kweli anashinikizwa vitu ambavyo akubaliani navyo, atoke hadharani aseme. Ni bahati mbaya ya kwamba watu wanadhani walioko kwenye G55 ni watu waliomuunga mkono mheshimiwa Mbowe. Sio kweli, bwana Romanus Mapunda ile pale, ebu simama bwana, we ulikuwa timu gani? huyo na sio yeye peke yake, wako wengi, mpaka viongozi wakuu wenyewe. Ni kwa vile hawataki kujitokeza. Kwa hiyo sisi tunasema ili kusaidia wale ambao hawawezi kusema, lakini tunawakilisha maoni yao, mawazo yao, tunasema kwa niaba kwenye chama. Wanaotaka uchaguzi ni wengi kuliko wanaotaka kuzuia uchaguzi, kwa sababu hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi. uchaguzi watu barabarani wakauliza wasipojitokeza, wakaambiwa kila mtu atatafuta mbinu zake kulingana na mazingira mahalia, ndio jibu lilitoka kwenye kikao cha ndani. Kwa hiyo hata watu wetu wa ndani hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi. Hakuna popote kwenye nyaraka za chama hiki walipoandikwa no reform, no election, ni kuzuia au kususia uchaguzi. Wadau, na nilisema wako wadau wamerudi nyuma baada ya kuingiza dhana ya kuzuia uchaguzi, wanajua taasisi zao zimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Watakapojiingiza kutaka kuzuia uchaguzi, wanajua wataathirika na taasisi zao, ndio maana wamerudi nyuma. Kwa hiyo sisi, wakati ni nyaraka inaandikwa, dhana ya kuzuia uchaguzi haijawahi kuwa kwenye nyaraka zetu, na kama, kama ipo huyo mtu ailete hadharani.